Utakuwa mtu akikuona tu akikuona, kunakuwa na jambo linafanyika. Mtu akikushika, kunakuwa na jambo linafanyika. Hata kama utaanza wakati fulani ukawa na miujiza miujiza, hapa rudi kuwa na akili. Miujiza bila bila bila akili ni wenda wazimu. Upako bila akili ni wenda, utautumia vibaya. unahitaji Hebu soma tuanzie hiyo tu, tu, tuanzie hiyo kumbukumbu, tuanzie kumbukumbu, halafu niambie hivi, Mungu anawapunja hawa? Hawapendi hawa kuliko Musa? Kwa nini Musa anamiujiza? Kwa nini Musa anamiujiza hawa anawapa sheria nne anzia mstari wa tano Kumbukumbu la Torati sura ya nne mstari wa tano anasema ndio, angalieni, anafundisha amri na hukumu, angalieni, umetufundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu ehe, alivyo niamuru, ndio ili mzitende katika nchi mwingi yayo ili kuimiliki. Naam, zishikeni basi, halafu mkazitende, maana maana hii ndiyo hekima yenu na nini, na akili zenu machoni pa nini, machoni pa mataifa watakaozisikia e. amri hizi zote, nao watasemaje? Nao watasema ndio, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye nini? Ni watu wenye hekima na akili. na hekima na nini, na akili, na watakuwa, akili. Watakuwa na s moyo wako unakuambia Mungu awapendi hawa, kwa sababu inatakiwa mataifa yote yaseme hawa ni watu wenye upako na miujiza. Anasema watu watatakiwa wajaseme hawa ni watu wenye akili na hekima. Naamini kitu mnachoangaika nacho kanisani kwa maombi na mambo mengi, mnaangaika na upako Yaani nahangaika na nahangaika na, na upako. Lakini si watu mnahangaika na uwezo yani wa akili. Yaani watu wakujue, katika hali yoyote, wajue kuna kitu utasema, wajue kuna kitu utafanya, kwa sababu mwenye akili umaana wewe kuwa na akili ni pale watu wanapokwama, panapokuwa na utata kwenye jamii, watu wanajua kuna kitu utasema, kuna kitu utafanya. Amen yani, usiwe na akili na hekima na Mungu, ambaye ni wewe tu unajijua, katika maeneo yote watu hawajui utasema, a a a a a. Ndio maana vitu vingine Biblia imesema kujizoeza kupata utaua ndio maana vitu vingine ni vizuri hata tukikuuliza hivi, unafanya nini ili tukujue una akili, kiwepo kitu unasaa, lakini iwe ndani ya moyo wako, tujue unataka kuwa na akili. Unafanya nini kila siku ili watu wajue una akili. Unafanya gani? Eh? Tuma unafanyaga nini? Tujue una akili. Jambo ambalo wala hata kila wiki, kila wiki, kila siku, kila. Lakini lazima watu wajue una akili. Hata kama unafanya ni kwa makosa. Lakini unataka inchi, hii dunia, hii jamii, ijue una akili. Unafanyaga nini mama mdogo? Mtu wa Mungu Mary hapa, unafanyaga nini mtu wa Mungu? Ili watu wajue una akili. Kila siku, yani hilo ndio moja ya jambo kila siku ama hata kila wiki. Lakini nataka niwe miongoni mwa watakaotajwa ana akili. Nafanyaka nini? Kwa hiyo tunangojea nini sasa? Hebu jibu sasa. Sisi kanisani tunakuja ili dunia hii itujue sisi. Itujueje? Yani, tunakuja ili dunia itujueje? hii dunia hapa kanisani tujuaneje? Kwa sababu ukiingiza tu neno watujue, tunamcha Mungu. Kumcha Mungu ni kuwa na akili, na kuwa na akili ni kuhakikisha kuna vitu vinakuwa kwenye jamii, yaani watu wanajua kwenye jambo hili, we kuna kitu utafanya. Na hata ukifanya akijawa, wanajua kuna mahala umekwenda, unafikiri cha kufanya, we kuna kitu utafanya At any time, we kuna kitu utafanya. Kanisani mnakuja kufanya nini? Yote tunayofundishana yote tunayoomba haya, tunaomba ili kitokee nini? Tumujibu nyee, watatu ambao ndio mmekaa mbele kwa niaba ya wengine, mnakuja mna kufanya nini kanisani? Miezi yote, miaka yote, wakati wote, mnakuja nakuja kufanya nini? Jibu kwa maiki, mnakuja kufanya nini? Kanisani ndio tunakuja kutafuta akili ambazo wakati mwingine hatukuwa nazo kabisa, yeah. semi kwa maovu ambayo tulikuwa tumefanya yeah. na ndio maana hata wakati mwingine kujaribu kuingia, unakuta mahatia yanakuwa mengi sana, japo unakuta unajaribu kufanya, hata kama utaongea utafanya, lakini bado ile namna ya kufanya kwa moyo wako kabisa unakuwa haupo kwa sababu ya zile hatia, lakini naendelea kufanya ibada ili wakati mwingine zile hatia zipo kwenye moyo wangu ziondoke, halafu ndipo akili, zi, akili zile, kwa sababu akili zilikuwa zimeondoka kwa kichwani. mofu unakwambia, hatia zinaondokaje? Kwa kufanya wakati mwingine, kwa kufanya kinyume cha yale ambayo nilikuwa nafanya. kwa ni yapi sasa? Ndio tunaendelea kujaribu baba kuongea, wakati mwingine unaongea, hata kama ni kwenye mtandao unaongea, lakini unakuta bado unarudi nyuma, unaongea, unarudi nyuma, lakini naamini. Unakuja kufanya nini kanisani? ili nifikiri namna gani ya kupiga hatua, lakini ninashindwa kupiga hatua kwa sababu ninashindwa kuamua sawasawa, kwa maana mambo mengi nashindwa kufanya vizuri na watu washangae kwa sababu ya maamuzi. Kwa maana hiyo ibada tunazofanya nza bure? Hapana, zimesaidia nini kufanya kubadilika, kufahamu na kuzidi kupambana katika mambo mengi, niweze kwa hali yote. Ningoja niwaambie waungane. Kinachoitwa upentekosti ni kutufanya tuwe mataira, yaani vile unavyo unavyokuwa taira shii. yaani kwa maana hapa sehemu kubwa ndio tulivyo mipole fulani hivi Mipole. Wajua tu lia kitu ambacho Afrika tulipigwa na kitu kizito, elimu inakufanya uwe msera wakati hujui kitu kinachoitwa, yaani kinachoitwa elimu kinachoitwa elimu kinachoitwa elimu ya Afrika inakufanya uwe mwelezaji na msemaji wakati hujui kitu kinacho kinachoitwa siasa Afrika kinatufanya uwe na mdomo wakati tunaongea pumbares e, pumba sawa uchanganye nanyie umomo mbele. Bwana asifiwe. Ki, yaani kinachofanya mtu ajulikane huyu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mwanasiasa, ni wingi wa li mdomo, limetoka kunywa pombe, limetoka kuzini limetoka kuiba, limetoka kuua, tayari sisi kwetu huyo ni mwanasiasa. Ukisikia msomi, mwelezaji, mfafanuaji, mchambuaji, mpangaji, hajui kitu, yaani hajui kitu, hawezi kufanikisha kitu, hapo ndo amesoma. Ukisikia mtakatifu, jamaa fulani litulivu hivi, litulivu <laughs> rit, rit, ambalo alina makuu tafikiri ni, ni wazazi wameliacha kwamba usivuke zaidi ya ukuta huu, un, unazunguka hapa hapa kwao, unalikuta habari za leo nzuri, nini, watu wengine wanapita, ndo watakatifu si? <laughs> na migauni fulani, na migauni tukoe, natembea na migauni na nam, migauni na mishati mirefu mirefu, napotembea kuna kuna namna na ya kujishika hata tumboni <laughs> watakatifu, napita, unaangalia watu wamevaa kisuruali, binti amevaa kisuruali mebinua minu... watu wanatenda dhambi kaona siku na yani, watu wamekumbatiana, sisi vitwavyo vya utaka, upumbavu upumbavu upumbavu, vinamna namna, kama ndo umesimama hapa. Haleluya wacho watu wa Mungu, sijui nisungumze nini, lakini kuna kitu nasikia uchungu ndani, nasikia lakini mikopo fulani hivi, yani mizombi mitupu iliyokaa, mizombi anayeongea zombi, na hakuna linaloshtuka kwamba hapa sisi mazombi. Tukitoka hapa, tukitoka hapa tunaenda nyumbani, yani tulikuwa kanya tu, tu, tu, tu, kesho tutakutana, sababu sisi walichotwa wazungu, walichotwambia walokole ni utakatifu ni uzombi, yaani ule utaila ule ule utaila, tukiwa na mishauti migumu migumu, zareoara shalom za uzima yaani <laughs> tukiwa na hayo basi unasikia hili kanisa liko moto. Naambia waungwana, kuna makanisa wamefanya miibada kama hii walitajwa kuwa moto, sasa hivi wamo barabarani, ni walevi na wanywa pombe, ni watu wamechoka. Mimi seme litafuteni kanisa linaloita full gospel, watafuteni waumini wa full gospel, ulizeni wote waliowahi kusali ile wale watu walitingana kwenye miibada wale waungwana walitingana kwenye miibada, mshie Musi, mus, tunafanya ibada za aina hii akili zenu zikawaambia, zikawaambia sisi tuna ibada, tumefunga rekodi, hakuna waliowahi fanya hivi sisi tunapiga kwenye kodi, tunakuja tu jioni tutiane moyo jamani. Pamoja na haya, hebu tuendelee mbele. Basi tunarudi, kuna watu wanyakiusha, wanasema basi basi, fungamire yani Yaani, ile kitu ilikomaliwa ilikamiwa, yaani kitu kinachoitwa ibada kilikamiwa. Muulize mabeda, muulize mabeda, ibada zinaanza saa nne asubuhi mpaka saa sita usiku, alafu mtu anatembea kwa mguu kwenda Kigamboni ama kwenda Ilala. Uliza, saa nne asubuhi mpaka hizo, ni kuna wanaoitwa watendakazi, kuna wanaoitwa nini kuna waitwa ni. yani mwisho wa siku kuna watu ambao wanaitwa si sadaka ya kanisa si si kikosi cha kwanza si kikosi cha nne si watu wamewahi fanya maibada si waya mnayofanya nyewe si waya mnayofanya sisi na kwa kadu waifanya yale maibada yaliendelea kuwa mazombi alafu ambayo muda wote tu anajitangaza sisi ndo watakatifu sisi yani hili kanisa ndo mwisho wa siku Yesu waliyodhania angerudi hajarudi. Wamumu mitaani ni washikaji, ni masera, unakula tu. Kijana yuko, yuko sape. Ulikuwanga na misurali fulani mipana hivi, mbona sasa hivi kamodo fulani kametulia hivi? sema bado sisi, acha na mimi hawashughuliki kabisa na imani. Mi nikwambie, nawambie watu wa Mungu, mcheni Mungu mwepesi, mcheni Mungu mwepesi. Mungu cha kwanza kabisa hakuwafanya watu wawe na upako, hakuwafanya watu wawe na miujiza. Cha kwanza rudi tu sikwa na mumba Adam, mumba Adam akumpa upako, hakumpa miujiza, alimpa usahihi wa kufikiri, wa kuamua na kutenda, usahihi wa kunena. Aliposema huyu atakuwa simba, akawa simba hadi leo. Usahihi ulikuwa ni mtu, uangaike na usahihi, sio wa vitu vya upako, vitu vya kawaida kabisa, vitu vya kawaida kabisa vya maisha haya, na watu wakuone wewe umtu wa akili. Haujajibu. We unakuja kufanya nini kanisani? kwa sehemu kubwa, nashukuru Mungu sana. Ijapo kama sitajibu sawa sawa na swali lako baba, najua kwa kipande kikubwa, ibada hizi zimeniingizia akili. Hata ukiona mm. ibada zimefanyika akili ambako sikuwa nako mm. Eh, hata mtu kusema ndugu, unaaji ukaishi maisha ya ya namna hii ili uwe na mwonekano wa aina moja, ambapo na ibada zimenipa akili. Kwa hiyo watu huko kwenye jamii wanakufahamu kwamba mtu akifanya tu vibaya, wewe kuna kitu utasema. Ni chache sana pale tunapouzia, nimejaribu hata mtu akitukana, akiongea vibaya, basi si nyamazi. Hata mtu akiitana ajaribu kuongea aitane ma, maneno ya utano nakuta shoga, basi najaribu hata kuuliza hivi mmona ni, ni, ni, mtumie lugha tu ya kuitana, nyie ni mashoga? Maana ya shoga ni nini jamani? Najaribu kuingilia hapo na kuwaelimisha kidogo, na angalia, haikuwa akili hata ya kumuelimisha mtu akikosea, imetokana na ibada. Hata mtu akifaa nusu uchi anainama, basi unakuta unajaribu kumuelekeza ndugu, unaonaje ukawa mama ambayo utakuwa na muonekano wa aina moja? Kwa nini uwe na muonekano wa aina mbili? Ukionekana na mwonekano wa aina moja, bwana ni faida kwako. Naangalia hii akili nimeipata kwenye ibada, sijaipata mahali pengine. Naamini mazingira haya yamekuwa sababu. Unaishi unazalisha shilingi ngapi? Ukishamwambia mtu amevaa nguo nguo fupi, unazalisha shilingi ngapi ama <coughs> unapiga hatua gani ya kuifanya jamii iwe kwenye mtazamo huo ulio nao? Jamii yote sitaifikia jamii yote, najua nimeanza na wachache walo naoishi nao mazingira yale. Kadri linapozidi unakuta kuna wakati mwingine hata kuongea neno lote baya. Sasa ni ah, nisamee, huenda nisingetokea hatua ile ya kuzungumza kitu kama kile basi wangekuwa naongea vitu vya ovyo tu, wanatutazama tu kwa kuwa na sisi tunanyamaza. Lakini kwa kuwa najaribu kupambana, hata pale nilipo bado najua pale nikipambana, bado nitaendelea kupambana. Mimi niseme wala hata hauja haujawa wrong sana, yaani yaani haujawa, haujawa na walau kwamba kuna kitu naangaika nacho, kwa sababu hiyo ndo, ndo, ndo, ndo, ndo msingi wa akili kwamba walau watu hao wanajua kitu ambacho sio sawa na wao wanakujua wewe hiki ukubaliani nacho hapo, watu wanaweza kuanza kuona. Lakini baada ya we kusema sema haya, unaenda wapi? Yani nia yako ni kufika wapi? utaishia kukemea sketi fupi na mtu kuinama, utaishia watu kuitana majina mabaya na kwa maneno mabaya na, na, na, na kuwakanya, ama kuna mahala unataka wabadilishe mtazamo juu yako, kwa sababu una mambo mengine ambayo utayaweka sawa kwenye jamii, ili wakuone. Unataka jamii iwe ya aina gani? Bwana asifiwe. Ni kweli kuwa mtu katha wa akili kwenye maeneo kadha wa kadha, ni kuwa mtu ambaye wewe uchukuliani na uovu, uchukuliani na mabaya, uchukuliani na ubaya, na mtu yoyote hawezi kutenda ubaya machoni pako. Daudi anasema mimi ni mwenzao wale wakuchao na wakuchao wanione na wafurahi, lakini ninawaharibu wabaya asubuhi, hata asubuhi. Alafu utakuja kusoma mbele hapa, anasema mche Mungu sulemani Mche Mungu wa baba yako, mche Mungu wa baba yako Serimani, huwe na Mungu huyu, kwa sababu akili, hekima ni kukataa ubaya. Tukisema ubaya ni kuikataa njia yenye madhara kesho, kuikwepa njia yenye madhara na kuwafanya watu wasitukuze njia yenye madhara Amen. Watu wasiitukuze njia yenye madhara yaani, kuna mtu anafanya anaiona ni kawaida njia fulani yenye madhara. Akili ni kumwambia hiyo njia ina madhara moja, mbili, tatu. Na ni vizuri sana, mimi mtakapokuwa mnahubiri kitu dhambi, kote huko mnakopita, mnapohubiri, hiyo ni dhambi, chambueni madhara, msiishie imeandikwa kwenye bibilia imeandikwa mutachomwa Jehanamu. Hakuna dhambi ambayo malipo yake ni ya jehanamu tu, kila ubaya unaofanywa una madhara. Chambueni madhara, chambueni madhara na vitu vingine. We mwambie tu mtu, inawezekana kabisa kuvaa suruali hiyo, inawezekana isiwe dhambi kabisa, inawezekana isiwe dhambi, dhambi. kwa asiria kumbwa kwa mwanadamu mwanadamu aliumbwa uchi tumia neno hilo kwa ajili ya wengine waliookoka wali sana ambao wanaweza kana kusikiliza, usiseme kuvaa suruali sio dhambi, tuliumbwa uchi. Wale wana ambao wanasema wameokoka sana hawatakusikiliza watakupuuza, watakwambia Freemason sababu na kwa mfano Mbeya, hii karibu wote wameshawahi kusali, wote wameshawahi kuokoka. Kwa hiyo wambie, inawezekana kuvaa hiyo suruali yako inaweza sio dhambi, tuliuzaliwa tukiwa uchi, lakini ebu anza kuona nini kinakuwa nyuma ya mtu anayevaa suruali, inakuwa vyepesi kiasi gani? Vijana kama mwanamke unavaa suruali, vijana kwanza kukuona, cha wote ukivaa umejisitiri, kwa sura kama hii, kwa sehemu kubwa unacheza na shikamoo, sio rahisi vijana kukaribia. Elezeni madhara ya kila linalotajwa kwamba ni dhambi. Msiishie tu kwa dhambi. Mimi kanisa hili na wote naowahubiria mimi, kikubwa ambacho natamani uje utajwe nacho, uje utajwe una akili. Yaani kwamba kuna wakati na, na kuchochea uombe sana, uwe na upako jua, na kuzunguka tu naenda uombepo, uombepo, uombepo, mwisho wa siku najikuta ni akili imetulia, kuna vitu umefanya vizuri watu hawaoni unachoita upako, wanaiona akili, kwamba kuna mahala utaenda, utaweka mkono juu ya mgonjwa atapona. Ujue ni kitu tu kinachotaka kikuvute ukaombe sana kanisani na ukatulie kusikiliza sana kanisani, ufanye kitu chenye akili. Lakini ukirudi, msingi wa watu wa Mungu wote waliogeuka kuja kuwa wazito, msingi ulikuwa ni uwezo mzuri wa kufanya vitu kwenye jamii, kwa maana unasikia, Yesu aliendelea kukua akimpendeza Mungu na wanadamu, akifanya vizuri mambo ambayo wanadamu wote walipoyatazama walisema huku ndo kufanya vizuri. Amen. Amen. Nirudi, Mungu anasema zishikeni hizi sheria watu watawajua taifa hili kubwa ni wenye akili, ni wenye hekima na akili. Kwa nini Mungu awapi upako? Kwa nini awapi? Na kasome vizuri Biblia, Yeremia kumi kwenye mstari wa kwanza nasema ishara za mbinguni ni kwa ajili ya wasioamini, na isha katika katika Marko kumi na sita kwanzia kumi na nane sema na ishara hizi, ishara hizi enwe, sio kuna maana katika Wakorintho na nane sema ishara ni kwa ajili ya wasioamini. Nakuja kuiona ishara ni kwa ajili ya kuwafanya wasioamini waanze kuona umefikaje, ulipofika umewezaje kuwa mtu wa aina hiyo, yani sio ndio? Upako wenyewe ni kuwaamsha ili waanze kuona umefikaje, yani waanze kuangaika na hatua uli, uliwezaje kuwa hapo.